wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, JKT Luteni Kanali Juma Nkanga Sipe amekanusha uvumi ulioenea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusu kunusurika kifo mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Generali Davis Mwamunyange. Kwa mujibu wa mitandao hiyo ya kijamii, mkuu wa majeshi Jenerali Mwamunyange amedaiwa amenusurika kifo baada ya kuwekewa sumu katika chakula. Na hapa msemaji wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa anabainisha ukweli juu ya uvumi huo. Wizara kama wizara, kimsingi ni kwamba inakusudia kukanusha ama kutoa ufafanuzi kuhusiana na hiyo habari ambayo ilitolewa jana kwenye mitandao ya kijamii. Habari hiyo ni kwamba inasema kwa ufupi kwamba mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini jenerali Davis Adolf Mwamunyange amenusurika kifo baada ya kula chakula kilichokuwa na sumu. Na baadhi ya mitandao inadai kwamba amelazwa hospitali ya Aga Khan nchini Kenya, wakati baadhi inadai kwamba amelazwa nchini India na ukweli ni kwamba mkuu wetu wa majeshi jenerali Davis Mwamunyange aliondoka nchini tarehe ishirini na mbili mwezi huu Septemba, akiwa ameongozana na ujumbe wake wa, wa, wa, wa maafisa wakuu kutoka jeshini kufuatia mwaliko ambao aliupata kutoka kwa counterpart wake mkuu wa majeshi ya Italy Jenerali Claudio Graziano na aliondoka na ndege ya Emirates majira ya saa kumi na dakika arobaini na tano jioni na aliwasili Italy salama, na mpaka tunapozungumza hivi sasa mkuu wa majeshi na ujumbe wake wanaendelea na ziara wakiwa salama salimini. Pia amewaomba wanahabari kutumia kalamu zao vizuri kwa kutoa habari zenye kuleta maendeleo kwa jamii badala ya kutoa habari za kupotosha jamii. Kuasa wanahabari kwa ujumla kwa kweli kuto kuzitumia kalamu zao vibaya, kuto kutumia uhuru walionao, uhuru ambao tunaamini kabisa unasimamia nguvu ya tano ni ngu, ngu, ngu, ngu, nguvu ya nne tunaita eh, ya dola. Kwa sababu nguvu ya kalamu, wanafalsafa wanasema nguvu ya kalamu ni kubwa kuliko nguvu ya nini, ya upanga. Ukitumia vibaya kalamu unaweza ukaangamiza watu wengi kuliko aliyetumia upanga kuua watu wawili wat